Ni Chapesa Media hapa. Leo katika kupitapita zetu tumepita maeneo fulani, tumekutana na msanii wetu pendwa kabisa pendwa, na anafanya vizuri. Sitaki nimzungumzie sana, najua katika kupitapita zangu leo katika maeneo ya YouTube nimeona akafanya kitu kimoja. Naomba ajitambulishe mwenyewe ili mnadi tupate kujua vitu mbalimbali mbali. Eh bana, hii ya leo ni noma sana sana na zaidi ya sana. Eh bana, habari yako yee? kama kawaida ningependa watazamaji wangu wa Chapesa Media wakujue vizuri kabisa, maana nadhani wanakuonaona katika sehemu mbalimbali na vitu vyako, ningependa wakufahamu vizuri kabisa. unaitwa nani kwa majina? E bana, kwa majina mimi naitwa Lony Bway yeah. Okay bana, leo katika kupitapita zangu YouTube nikaona kuna kitu kimeachiwa, alafu kikali sana kikali sana na zaidi ya sana. Alafu umefanya na msanii ambaye naye ni mzuri katika tasnia hii ya music. Eh, bana unalizungumziaje swala hili? Ah, uh, Kontawa ni msanii mzuri na ile nyimbo ilikuwa tayari nishaiachia mimi. Kwa hiyo ile tuliyoachia ambayo ni visualizer, ni ni remix. Kwa hiyo baada ya kuachia audio kufanya vizuri, tukamua kuachia na remix yeah, na ni project ambayo imetoka ina siku mbili ina siku tatu mpaka sasa hivi, kwa watu naomba waendelee kuisupport yeah. Ha, okay. Basi pia watazamaji wangu wangependa kufahamu kitu kimoja kidogo sana ambacho wanataka kufahamu zaidi ya je, yeah, wewe hapo ulimfuata Kontawa kuhusiana na hii ishu ya kufanya remixi, au ilikuwaje? Embu naomba tufafanulie katika hapo tuelewe. Yeah, uh, Kontawa ni msanii naye na ya, nanae, <coughs> kwa ajili ya project zingine na kuna baadhi ya nyimbo ambazo sasa hivi tuka tushaanza kutaka kuzifanya, kwa hiyo nilivyoachia uu wimbo a uh, ulikuwa kume, umepita kama mwezi, kwa mimi mwenyewe nilitangaza kwamba nahitaji na feeling ya kufanya remix na msanii yote mkali ambaye atatokea kufanya ile remix. Kwa Kontawa, ni moja kati ya msanii ambaye alionyesha interest ya kufanya na mimi mwenyewe nikaona Kontawa anafaa, na pia alikuwa ni mtu ambaye tumeplan kufanya kazi, na kuna baadhi ya demo zangu nilikuwa nishamtumia. Kwa hiyo nisha yeye mwenyewe akaniambia ni sa goma la kuua ndio hili hapa, kwa nikamwambia njoo mwanangu ya unyama wako moto ndoke na, namshukuru Mungu impact yake imeonekana kwa sababu project imezidi kuwa nzuri na imezidi kuwa kubwa. Kwa hiyo namshukuru pia. Ah, okay, pia na mashabiki wanapenda kufahamu. Sawa, wameona lakini wanataka kujua zaidi, vipi? Watapataje tena magoma makali? Maana kila ngoma yako ambayo unaitoa ni kali, umeona? Je, tupe siri ya mafanikio katika hili y. Yeah, um... Wataendelea kupata ngoma kali kama ulivyosema, ngoma zote ni kali. Kwa hiyo watu waendelee kutusupport. Kadri wanavyozidi kutusupport, wanazidi kutupa sisi nguvu ya kuendelea kufanya vitu vikubwa na vizuri zaidi. Ha, okay. Una unawaahidi nini mashabiki zako katika hili? Ah, ngoma kali na muendelezo wa kazi mzuri ndio kitu ambacho naweza kusema na kuahidi, ngoma kali na muendelezo wa kazi mzuri tu kadri ambavyo wanazidi kutusupport. ha, okay, mimi ningependa sana kusema shukran, ndugu yangu karibu tena katika chaneli yetu ya Chapesa, tuko pamoja na wewe, karibu sana ndugu yangu. Okay, wapenzi wa Chapesa, msikose kusubscribe chaneli yetu kupata vitu mbalimbali. Asanteni mbali. sana hala